Kama ulikuwa miongoni mwa waliofanya usaili mwaka 2024 hadi Mei 2025, basi huu ndio wakati wa furaha, majina yametoka rasmi. Leo nitakuonyesha hatua za kufuata ukishaona jina lako, na pia nitakupa ushauri muhimu ambao watu wengi huwa wanapouzia na hukosa nafasi kabisa. Tangazo hili limetoka kwa katibu wa sekretarieti ya ajira na linawahusu wale wote waliopita usaili kati ya tarehe 2 Septemba 2024 hadi 18 Mei 2025. Majina yaliyotangazwa ni ya wale waliopita usaili au waliokuepo kwenye kanzi data na sasa wamepangiwa vituo vya kazi katika kada mbalimbali kuanzia kilimo, afya, ualimu hadi teknolojia. Hatua muhimu za kuchukua: ingia kwenye akaunti yako ya Ajira Portal, tembelea portal.ajira.go.tz, nenda kwenye sehemu ya my application, kisha pakua barua ya kupangiwa kituo cha kazi. Print barua yako. Hatua ya pili, printi barua yako. Hakikisha unachapisha barua hiyo, ni nyaraka rasmi utakayotakiwa kuwasilisha unapokwenda kuripoti kazini. Namba tatu, tambua tarehe ya kuripoti. Kwenye barua kuna tarehe rasmi ya kuripoti, usichelewe. Ukichelewa bila sababu ya msingi, unaweza kupoteza nafasi yako. Namba nne, andaa vyeti vyako halisi. Unatakiwa kupeleka vyeti vya kuanzia kidato cha nne hadi vya juu original, si fotokopi pekee. Hii ni kwa ajili ya uhakiki na kupata barua rasmi ya ajira. Ushauri wangu kwa waliopangiwa kituo cha kazi, Wasiliana mapema na kituo ulichopangiwa kwa kuuliza mazingira ya kazi, makazi na vifaa unavyotakiwa kuwa navyo. Jiandae kisaikolojia, kazi za serikali zinahitaji nidhamu na uwajibikaji wa hali ya juu. Kwa wale ambao majina yao hayakuonekana, usikate tamaa. Tangazo linasema wazi kuwa unaweza kuomba tena, na kumbuka kuwa kwenye kanzi data ni nafasi ya pili ya mafanikio. Endelea kujisomea na kuboresha CV yako. Wengi hushindwa si kwa kukosa uwezo, bali kwa kutotilia maanani maandalizi. <coughs> Hii ni hatua kubwa kwa maisha yako ya ajira. Hongera kwa waliofanikiwa, na kwa waliokosa, hiyo siyo mwisho, bali ni mwanzo wa kujipanga upya. Kama unataka kujua jinsi ya kuandika CV bora au maandalizi ya usaili wa serikali Subscribe kwa chanel hii na comment chini hapo, kama unahitaji video ya msaada zaidi. Usahau kushare video hii na wenzako waliowahi kuomba kazi serikalini. Asanteni na karibuni.